Mwaka wa fedha uliopita yalitokea mapendekezo tutengeneze barabara za lami na tulitenga mita mia mbili kata ya Sokoniwani na mita mia mbili kata ya Unga Limited kupitia mapato ya ndani ya jiji la Arusha. Wajanja wakaenda wakahamisha, nadhani no, unakumbuka, wakapeleka eneo jingine. Safari hii tukatenga fedha tena kupitia mapato ya ndani mwaka huu kuna milioni mia tisa na bunge la bajeti linaloendelea, kwenye bajeti ya TAMISEMI tumepitisha tena fedha nyingine ili kumalizia kipande kilichobaki kwa barabara yetu inayokwenda kujengwa ya Eso Longdong. Hakuna fedha yoyote ya serikali kuu, tunajenga kupitia mapato ya ndani ya jiji la Arusha na hiyo ilitokana na maelekezo ya bunge. Tuliona halmashauri nyingi baada ya kuona imeanzishwa TARURA wakawa hawatengi tena fedha za barabara. Kwa hiyo bunge likaelekeza kwamba kila halmashauri nchini watenge angalau asilimia kumi ya fedha zao, tano mpaka kumi kwa ajili ya masuala ya barabara, na ndio maana miaka yote tunatenga fedha kwa ajili ya kutengeneza barabara zetu za jiji la Arusha. Nilisikia kuna mtu mmoja anasema eti barabara ya Eso Longdo hii hela ameenda kuiomba sijui wapi ndio imekuja, mwambieni aache utapeli. <coughs> <coughs> mwambieni kwamba Arusha atufanya nini, hatudanganyiki. Na ndio maana alivyokuja waziri wa TAMISEMI kwenye barabara ya Eso Longdo, wakaanza kumwambia tunaomba fedha, tunaomba fedha, tukamwambia waziri hapana. Tunazo fedha zetu za jiji la Arusha tumetenga kwa ajili ya barabara. Tunaomba hizo fedha zijenge hii barabara ya Eso Longdong kilomita 1.8 , tukiwa kwenye mkutano pale akauliza kuna fedha kweli hizo? Nakumbuka mkurugenzi akamwambia e, ni kweli zilikuwa bilioni mbili lakini imebaki moja nikamwambia hapana. Mimi ni mbunge tumetoka bungeni tumepitisha, na toka bajeti imepitishwa, hata shilingi haijatumika ya bilioni moja. Imekwenda wapi? Baadaye akasema ah, nilikuwa nimechanganya, hiyo ilikuwa ni hela ya mwaka wa fedha uliopita, lakini mwaka huu zote zipo, na akaelekeza kwamba basi, kama zipo, naelekeza hela zote hizo zijenge barabara hii alami ya lami ya kilomita moja nukta na, afu leo anakuja mtu hapa, anaanza kusema unajua, mimi nilipiga matantalila nikapiga matarumbeta hela zikapatikana huko. Hela hazipatikani kutoka hewani. Hela ya Tanzania inapatikana kwa utaratibu, na utaratibu wake mnakaa kwanza, serikali ya mtaa mnapendekeza, anachukua diwani, anakaa kwenye WDC, wanapendekeza, wanapeleka kwenye baraza la madiwani, na mbunge naingia, wanapendekeza, baadaye nachukua na kwenda ndani ya bunge, natetea na mtu mwingine yoyote hapa Arusha ukitoa mimi, akienda bungeni anakaa kule juu kwenye gala kule anapungia mkono, akimaliza anaambia, arudi huko ulikotoka, acha watu waendelee na kazi. Sika, mnanielewa? Eh, nanielewa, make nasema haya maneno ili watu wajue kwamba hapa ni town, hili ni jiji la nini eh, yani hapa utapeli hauna nafasi watu wa Arusha wanajua tulikotoka nayo hii Arusha. Watu wa Sokoni wani, mnajua tulivyohangaika na vivuko vya Sokoni wani. Hiki ni kivuko kidogo, tumejenga vivuko vikubwa katika kata hii, vivuko vya kihistoria, na hiyo kazi bado inaendelea. Kwaiyo mi nataka niwaambie tu kwamba waambieni, hatudanganyiki na wala hatutapeliki na sanaa inatakiwa ipelekwe Bagamoyo, hapa sio jumba la sanaa. Maana sasa wakati mwingine naweza tukanyamaza watu wengine wakafikiri kwamba vile kama hatujui kusema. Tunajua kusema, tuna uwezo wa kusema, lakini tunataka matendo ya seme zaidi kuliko porojo. Sokoni wani oye! Wambia jirani yako usanii bye bye. Mwangalie jirani yako, mwambie usania ulipi, mwambie jirani yako, mabalozi wametoka mbali na kata hii, mwambie jirani yako, wajumbe wametoka mbali na kata hii, na kazi inaendelea. Arusha oye. Oye. Oye Daktari Samia oye. Wangapi wanasema danganyiki hapa, nyosha Arusha oye. Oye maana kila wakienda mahali sasa hivi utasikia oh, nimetumwa mimi, ndo nimetumwa mimi, nimefanyaje? Acha kutafuta mbeleko, njo uwanjani hapa uone kama ngoma inakesha Arusha. <laughs> <laughs> oye, oye. Mwambia acha kutafuta nini? Eh, hii ngoma ya kiume, wanaume mnaingia uwanjani. Watu wanaamua. Na mwambie tuko vizuri. Tutashughulika na wewe na tutakusindikiza na mapambio tutakupigia.